Kna ningependa kukushauri kwa endelea sana kujitunza kwa ajili ya usalama wako. Sawa na ndoto za nuru. Nyumba yenye kelele za watoto wa Sonia lazima uondoke hapa nyumbani. Amemuua Maida bado ameona aitoshi, anataka kuniua hadi mimi. Nasema hivi, Sonia lazima uondoke, lazima uondoke Sonia, lazima utoke, haiwezekani jamani. Uh, mimi nilikuwa naomba msifikie kwanza tu kufukuzana, kabla hamjaenda huko, kaeni chini, mtafute tatizo nini mpaka nataka kulifanya hili, na we na uamuzi. Ukiona kwamba unapaswa kumfukuza, it is itizokee okay. Mimi siwezi kukupangia, lakini kiukweli stage mlofikia ni mbaya. Mimi imenikwaza sana tatizo sasa na So, smart. Wewe ni mchana mzuri, mrembo, solve matatizo yako kismart, sio kutumia njia kama hii. Kwani nitakufanya vitu vya kijinga kama hivyo chiki? Kweli unaondoka? Naondoka, ila kabla sijatoa mguu wangu hapa wa nyumbani kwako nitahakikisha nimemwambia Fadi ukweli wote kuwa wewe ndio chanzo cha ndoa yake kuvunjika, alafu umempa maambukizi ya HIV mke eh? Eh, wake. Mimi nazungumza kama mshikaji wako sawa. Nitakuja, mtakuja muone. Sonia, ulichokifanya sio kitu kizuri hata kidogo. Sawa, watu na hasira, lakini fikia tua, wewe inabidi uweze kuzicontrol sila zako sio hasira zikuendeshe, kwa sababu matokeo ya hasira siku zote ni hasi. Hasira haijawahi kuleta matokeo chanya hata siku moja. Umenielewa, Sonia? Shem, kuna kitu ambacho kinaomba nikuambie. Kitu gani hicho? <laughs> Kiukweli mimi mkangu nimeshamsamehe, na nafikiri kuna namna nyingine ambayo tutatafuta kwa ajili ya kumaliza matatizo yetu. <sighs> Alafu kingine, nafurahi sana mania, kwa sababu unapenda mahusiano yetu yafike mbali. Yaani mmemaliza mgogoro? E, yeah. Eh eh. Hey. Maisha, maisha. Eh? Eh. Sio ndio hivyo? Yaani yeah, tumemaliza. Sawa, kama nifanye kwa kumaliza hili swala ni kitu kizuri. Na mimi pia nitoe angalizo. Kila mmoja abadilike tabia zake. Tunaelewana? Mahusiano lazima mkubali mwe na tabia zetu zofanana. <coughs> Kwa sababu wewe ukiwa na tabia zako na yule akiwa na tabia zake, zake, tafsiri yake mtakuwa mnalumbana kila siku ya migogoro, sio ishe mbali. Umeniona cheki?

auli chakula nawaza mwanangu huyo anakuja, na, na babadi si na kazi yoyote zaidi ya kuuza mai, ni vipi tampamaezibwana? Hebu mtazame ndege, hana mikono wala kazi ya kupagizia riski namkapo asubuhi, hajui wapi atapata chakula, lakini hurudi akiwa ameshiba na mwenye afya tele. Yote ni kwa sababu ya kumtegemea mwenyezi Mungu. Nimekuelewa. Unajua, watu wengi wasifia utamu wa asali bila kujua jitihada zenyewe kutengeneza asali hiyo osahi mnaa um, siku tukipata pesa, watatushangilia sana. Lakini hawatajua magumu mangapi tumeyapitia mpaka kupata pesa hizo. Unaahidi utakuwa na mimi katika hali ya Sonia. <tifatuta> Sonia. umaskini. Ndiyo.

Ndio, bwana mbona msibani? Ah, ndugu yangu nilichelewa kupata taarifa bwana. Sasa mwanao tulikuwa naye msibani na ana shauku kubwa ya kukuona baba yake. Simu nimeacha chaji, kama ningekuwa na simu hapa ningekupigia. Simu nimeacha chaji ila Nikipita kwenye nyumbani kwako, nitakupatia namba yake. Ah, naomba fanya hivyo bwana. Unajua tegemezi mimi tu pekee yangu kubakia. Wewe, wewe. Ah, mambo yote niachie mimi. Eh, hii kazi yangu. Haya bwana. <coughs> Ni kwa hicho nitakachoenda kuambia, ukweli ni kwamba mimi sikuwahi kukupenda wala sikuwahi kuwa na hisia zozote juu yako. Mimi nilikuwa na mpenzi wangu yupo South Africa, na amerudi na tunatarajia kufunga ndoa. Samahani sana, najua nimekuumiza. Uh, Saba, very sorry for that, nimekuacha kwa long time sana, nafikiri uko bored sana, but now I'm here. Sorry.

umebadilika sana, umependeza sana wao <coughs> kama sio wewe Matulanga, ni wewe. <coughs> Matulanga, hata siko safi. Habari yako, salamu. Umependeza. <coughs> Nii mafanikio. <coughs> Kawaida ni kupambana tu, si unajua? <coughs> Mm, namie mwenetu ah, kiasela kama k ah, yeah. Yani huye ndo unapata habari, yaani mimi niko serious sana kiukweli wa Mungu nakwambia. Na, na kati ya swala lililonifanya mi nirudi kutoka South nimekuja kumwoa Sabla. Yes, mimi naoa <coughs> mwasirika mwasirika? Wapi, Sabla ni mzima, tena ni buheri wa afya huo mchongo wa kuathirika kanje ya nchi miaka mitatu ndani ya nchi mwezi. Nilifanya hivyo ili ndoa yake yaribike, ili niweze kumpata kilai, kwa sababu upendo wangu aliuamini, kwa sababu <tune> nilikuwa niko tayari kumpenda hata kama kaathirika, kwa hiyo akaniamini. Hapana, basi, ukimaliza mishimishi zako mimi niko pale sawa. Sawa, haya bye. Bye. Bye. Mm. Hiyo ah, ilikuwa ni mbinu wa kivita sasa. Sabla aliniamini sana kwa sababu nilikuwa niko tayari kumpenda wakati ni mzuri lakini ni mchoyo. Karibu. Ah, samaki ukichelewa. Ah, bila samaki. Eh.

Hapana, Arake ni mkwe wangu na hivi karibuni wafunga ndoa na binti yangu. Mzee Matata, kama ungekuwa umekuja kule msibani ungeonana naye mtoto wako.

najua nitakuwa ngumu, kwa nini, lakini huu ndio ukweli, kwamba RK, wewe ni kaka yako. Na sijui kwa nini haya yote anamkuta baba hivo, nazani nani anapaswa kulaumiwa katika hili, tukimtafuta kulaumiwa Hayo ni matumizi mabaya ya muda. Mimi kama mzazi wenu, nacho cha kuwa shauri, nakusikiliza. Baba mwanangu, hebu sitisheni kwanza haya mahusiano, lakini nakuomba chonde chonde, Arakei asijui kama wewe ni dada yake. Siwezi baba, nampenda sana Arakei.

Hivi mnajua ni maumivu kiasi gani nayopitia katika moyo wangu? Eh? Kwa nini yanatokea mimi tu? Kwa nini mimi tu? Baba. Hata mimi ni binadamu nachoka. Inafikia mahali nachoka na mimi. Mama. Dada. Why? Kwa nini haya yote? Eh? Anyway, ni bora niende tu mama yangu alipo. Ni bora nikapumzike kuliko kuendelea kuteseka katika hii dunia. No, no, for what that. Baby, what's wrong? Baba,